Mbali na hayo ni kwamba washikadau wa elimu katika kaunti ya Homa Bay wanaiomba serikali kuu kuimarisha tamasha za muziki katika shule haswa shule zilizoko mashinani kama njia moja ya kupasha ujumbe dhidi ya dawa za kulevya shuleni na mimba za utotoni. Mwanahabari wetu James Latano anatuarifu zaidi kutoka huko Homa Bay. Asha za muziki za shule zinazoandaliwa kila mwaka katika sehemu mbalimbali. Homa Bay ukiwa mwenyeji wa zaidi ya wanafunzi elfu tatu kutoka shule mbalimbali mbali. Maudhui siyo tu kuleta burudani bali kukuza vipaji na kutoa ujumbe wa kukabiliana na madawa ya kulevya na mimba za utotoni. Dawa ya kule. hii ikiwa imeathirika pakubwa, hasa katika visa vya mimba za utotoni na hata matumizi ya mihadarati. Sauti ya wanafunzi hawa kupitia tamasha hii itawezesha kuleta mabadiliko makuu.

Shule ya msingi ya Mill Hill kutoka eneo la Kosele kwa mara ya kwanza imepata nafasi kushiriki kwenye mashindano haya. Hii ni hali ambayo wanasema itawapa fursa ya kutangamana na kubadilishana mawazo wakisherekea vipaji vyao, wanafunzi hawa pia wanajivunia kuimarisha utamaduni wao kwa nyimbo, densi na shairi. James la tano, runinga ya Citizen, kutoka kaunti ya Homa Bay.